Za ndani za ndani za ndani za ndani. Kwa wale ambao wamekuwa na mimi katika safari ya maisha, kuna mambo mengi nimepitia na watu wachache peke yake ndo wanajua. Na hii ya leo siiongelei tu kwa sababu ya sifa, ila naongelea kwa sababu ikupatie moyo na nguvu, wewe ambao uko hapo nilipokuwa. Niko darasa la sita niliintrodusiwa katika ushonaji wa hizi shanga hizi na rafiki yangu mmoja anaitwa Kamau. Unaona? So Kamau akani introduce kushona shanga. So hiyo ndio ilikuwa kazi ya kwanza mimi ya kufanya kunipatia kipato kwa sababu bado nilikuwa kijana mdogo. Ile kitu nilikuwa najua ni usanii pekee kwenye akili. So niliona usanii haunipatii ile pesa ninayotaka. Na usanii unataka ni invest sana, niwekeze sana ndio kusudi uanze kuregesha. Alafu pia nilikuwa bado nasoma. So nikaanza kufanya shanga. Shanga ikawa inanilipa sana, kila wiki natengeza elfu tatu na ikiwa kila wiki natengeza elfu tatu, ukiangalia ni watoto wa shule, natoka salari six, lakini tunatengeza shilingi elfu tatu. Wakati huo ndo tumesimamisha grupu inaitwa kraba eh, ya muziki tunaimba. So ile pesa ndo ilikuwa inanisaidia kwenda studio, ile pesa ilikuwa inanisaidia kubeba marafiki zangu kwa sababu nafikiri katika grupu nzima tulikuwa watu wanne, lakini watu wawili peke yake ndio walikuwa wanafanya kazi, mimi na Kamau. So tulikuwa tukimove nini, kwa sababu tulikuwa tuko nayo pesa, na kila jioni tulikuwa tunaweza enda tukakula mahali tukapunguza zile cost za nyumbani, kula nyumbani, umesikia. Then after hapo, nilipokuwa nataka kumaliza shule, hapo niko kama form 2, nikaintroduce kwa kazi ya pili. Kazi ya pili ilikuwa ni ya kompyuta ya kuban ma CD. So nikawa naban CD sana, kuban CD sana. Uh, nikifunga shule nakuja mtaani, kuna best yangu mmoja, watu wengi wa Kisumu Ndogo anamjua, alikuwa anaitwa Majani ya Dominic Muredhi, so Majani akawa ananiintroduce kwa mambo ya kompyuta, mambo ya ya kuban CD uh, na film making. Yeye ndo aliniintroduce mimi katika mambo ya kutengeza filamu na videos, so nika nikawa nashikilia katika ile nilipomaliza form 4, kwa sababu mimi nimesomeshwa na kanisa Katoliki, so nilipomaliza form 4 nikapelekwa kwenda kusomea kompyuta. Sasa imagine napelekwa kwenda kusoma kompyuta, wakati mimi ni kijana wa mtaa ambaye nimefanya kompyuta mtaani. Namaanisha nini? Nimekuwa nikifunzwa na Majani, so kompyuta kwangu ni kitu cha kila siku, lakini nilikuwa nahitajika nini? certificate ndio kusudi niwe nikienda mahali kutafuta kazi, naweza sema nimefanya kompyuta e. Wakati huo ukiwa umefanya kompyuta we ni mtu wa maana sana. 2004, 2005, 2006 we umefanya kompyuta, ujua ma MCA walikuwa hawaendi wa, wa, wa, wa, hawawezi hawa, kuvai paka awe na certificate na certificate nyingi. Ma MCA walikuwa nakimbilia ni za kompyuta peke yake, tulikuwa tunawatengezea sana. Wakija pale kwa majani, tunawatengezea ma certificate waende wafanye mambo ya kompyuta so mi nikaenda kusoma kompyuta pale Catholic Institute. Nimesomeshwa na mwalimu pale alikuwa naitwa James. Uh, so Mr. James pale akani akanisomesha kompyuta nikamaliza. Hiyo ni kazi ya ngapi? Ya pili kutoka kwa shanga, nikaenda kwa kompyuta. Nataka kuambia zile kazi actual, zile ambazo nimekuwa nikizifanya bila kuangalia, sijui mimi ni nani, bila kuangalia zina hadhi gani, bora nipate pesa. Na hii naizungumza kwa sababu ya vijana ambao vijana wanainuka. Vijana wengi wanachagua kazi. Kando na hawa kuchagua kazi, nataka kuzungumzia wale ambao kila siku wanapigana vita na mimi kwa sababu nafanya kila kitu. Sifanyi kila kitu kupenda, ni kujaribu na kutafuta kipato. Usiniambie mimi niache kazi fulani kusudi ufanye. Ingia ufanye. Umesikia? So twende. Tumefika kazi mbili. Ya kompyuta na ya shanga. Nikamaliza form four. Nikitoka form four kumaliza, tukaja tukachukuliwa na jamaa mmoja, alikuwa ni mwalimu pale Gede pale kwa ile special school. Akatuambia kuna mzungu yuko Msabaha anaandika watu kazi. Tukatoka baadhi ya wenzangu ambao wanaishi na ulemavu, tukatoka tukachukuliwa nissan mpya kabisa. Nakumbuka tulikuwa kwenye hiyo gari tukiwa na yule former MCA wa Dabaso uh, Hamza anaitwa Hamza yule former MCA. So tukaenda tukifika Msabaha tukaambiwa hiyo kazi iko hapa. Kila mtu akawa anachagua zile kazi anataka. Ah uh, wenzangu wakawa wanasema nataka kazi siyo ya kushika simu. Ya nini? Unaulizwa, mnajua uh, language ngapi nini? Mimi nikiangalia angalia hivi sioni hata kazi naweza fanya maanake. Ndio bado nimetoka shule hata sijamaliza hata mwezi nimetoka shule. Mimi nikamwambia kazi yote atakayokuja mimi nitafanya. Nikamwambia hata kuchonga mbao. Eh mimi huyo, kwa kuchonga mbao g ukiona, nina maalama huku. Nilijikatakata sana na na msumeno sana, mpaka kujua msumeno vile unaweza ku kubalansi. E, nilijikatakata sana. So nimefanya hiyo kazi kwa miezi kama sita. Asubuhi naamka napanda malori yale ya kupeleka mchanga huko sasa so, nimechukua manamba namba za wale madereva ma, nini, kwa sababu ilikuwa ni ni mahali pakubwa, panatengezwa vitu vingi blocks, panatengezwa hizo blocks za cement, panatengezwa mbao milango. Alafu kuna mahali watu wana wa, wa, wame, wamepanda tomato, so tunawatengezia pia ile mabenchi ya tomato. Wanakuja wanachukua wanaweka waki, waki export unaona, msabaha tu pale stage ya maembe, ukiwa waingia mkono wa kushoto unaingia hivyo, kulikuwa na hiyo hiyo so nikafanya kazi ya mbao hiyo, ni ya ngapi? Ya tatu. Nilipoachana na kazi ya mbao, nikienda Nairobi, kwenda Nairobi nikakuta besti yangu wa zamani ambaye tulikuwa tumesoma naye darasa moja dawati moja na tumelala dom moja, anaitwa Mbeka. Ye mnamjua nyote wa magru machi yeah. huyo ni msanii pia. So tukakutana Nairobi kukutana Nairobi nikawa tunaishi pamoja, tukaanza kazi mpya, na kazi mpya ambayo ilikuwa pale ilikuwa ni ya kutengeza ku CDs. Unachukua zile CD, unanunua mkebe wa CD empty ukinunua, na, m, ukinunua mkebe wa CD empty, kulikuwa kuna kazini yake Mbeka mmoja alikuwa anaitwa Mwasi, ni msanii wa gospel na pia anafanya kazi Naivasha kule so, anatoka Naivasha, anakuja weekends. Yeye iko Nairobi, so akija Nairobi na laptop, si tunachukua ile laptop, tuna copy miziki. Tumeenda kununua labda mix ya Kalonje, DJ Kalonje ama DJ nani, tulikuwa na ma DJ wengi, DJ kina Hills yule best ya William Tuva sana hivi, so tulikuwa tunachukua zile ma ma zile mix zile ambao wametengeza tukichukua <coughs> zile mix, tunakuja tunaziban. Hatulali usiku mzima, hatulali tunaban, tunaban, tunaban. Tumaliza kuban asubuhi, yule jamaa akiji freshen up, akiwa anataka kuondoka aende zake, anarudi kule, kwa sababu amekuja kiweekend, si tushafanya kazi yetu, so sisi kazi yetu ni kuingia kwa street kuziuza kwa watu wa matatu, kuziuza 30 bob 20 30 bob 20 CD kule, ilikuwa tunazinunua rahisi kama shilingi sita, shilingi tano, na nunua CD imesha nzile. So hiyo ikawa ni kazi ya nne tena ya hustling, ni kijana anatafuta life, kijana ambaye ametoka shule, kijana ambaye amekuwa na dream kubwa ya kuwa msanii mkubwa, lakini sasa kila step una make unapata usanii, hauwezi kuenda mbele mpaka uwe unakakibarua unafanya. So vibarua vyote hivi ambavyo tunavifanya tuko katika ile ile njia ile ile ya, ya usanii so nimerudi nyumbani Malindi kule nimepatana na watu wawili watatu maujanja hapa na pale, nimerudi nyumbani nyumbani, nimeamka asubuhi, nimesema da, sasa hapa mambo ni mawili niangalie kazi nyingine ya kufanya. Nimetoka Nairobi nimepiga karibia mwaka miaka eh, nimerudi. So, nikafungua cyber. Hiyo ni angapi? Kazi ya tano. Nimefanya cyber sana ya kuban CD, kuban movie, nini? Katikati wakati ule nafanya eh, cyber ya kuban movie, idea ya kutengeza movie nilikuwa nayo tangu kitambo. Manake nimetengeza movie miaka mingi alafu nikaja nikapata opportunity ya kuketi na watu ambao ni, ni wa wajuzi wa mambo ya, ya, ya, ya movies. So, nimefanya kazi na watu kama kina Hillary, walikuwa wakati huo wamechukuliwa pale kwa, kwa masharubu, wakawa wanatengeza mamuvi pale na kina Medu. Uh, na kina Pass G na watu wengi sana tulikuwa tunatengeneza, hata kina Mango Mango alikuja tulikuwa tunatengeneza nao. So nilikuwa niko na hiyo idea ya kutengeneza movies, so nikaanza kutengeneza movie, nikaanza movie mume ni kazi uzito wa hisia mpaka the meetings na nyingine nyingine, na videos za music ndogo ndogo za kina Jitu Zee. Hizo nilikuwa natengeza za kina Crazy Pee, Coastal People cause mimi ndio nimeshoot na nika edit na watuwatu watu wengi nimetengeza video nyingi sana za Malindi, so kazi nikawa naziongeza, lakini nataka usome kitu kimoja katika history, history nataka usome uangalie, sichagui cha kufanya, bora kinaleta tonge mezani. Na leo hii watu wengi watu wengi wanafeli kwa sababu wanachagua cha kufanya watu wengi wana wanafail kwa sababu wanaweka umaarufu na kwa sababu mimi imagine, natoka, natoka Nairobi nimeshinda competition wakati nimeshindana na kina major, kwani jana kuliendaje? Nikachukuliwa Malindi nikawa number one, nikachukuliwa Mombasa number two, nikaenda Nairobi kwenda kushindana na nani? Kina nani kina major, unaona, nikapewa recording deal Homeboys. Nimetengeza tabia za mademu hii mademu hii tabia za mademu hii ambayo unaisikia saa hii ni remix the original, yenyewe nimefanya mimi na jamaa mmoja anaitwa Gaza kutoka uko fulani, yule alimba nakupenda japo geti kali, nakupenda gawa sina mali, ni wewe tu mimi napenda wengine ni na serenda. Huyo ndio nimefanya naye kazi hiyo ya tabia za mademu. Nyimbo <coughs> yenyewe ilikuwa inaimba <coughs> madam madam madam na tabia zao zanipa miwazimu zanipa kicha. So yeye ndo alipiga hiyo hiyo chorus. Ni nyimbo ilikuwa nimeandika kitambo, <coughs> tangu niko niko form 2. Nafikiri wale ambao wamesoma na mimi wanajua hiyo nyimbo ilikuwa nimeandika kitambo, so nimerudi nimechezwa kwa maredio. William Tuva amenipiga sana kwa maredio, yaani hakuna mtu anijui mambo mseto nini. Yaani nimepiga ma freestyle nimefanya kila kitu, radio stations za Nairobi nimezunguka zote, Citizen ile Royal media yote nimeizunguka, lakini at the end of the day nimekuja kuketi kwenye kibanda na ban masidi Malindi na ban masidi, so sikutaka kuchagua kazi sikutaka kusema kuwa mimi ni mtu mkubwa, nimetoka mbali. No, umaarufu huisha, na hata hawa ambao sasa hii mnaona ni maarufu ama wale wanajiona hawatazeka hawatakuwa nini na nini, inafika muda itaisha tu, mazo majukumu yakianza, inaisha. So niliendelea hivyo hivyo hadi pale ambapo leo niko ni fight, nimefight sana na fight yangu ujua, ni mara mbili, si kama ya mtu mwingine, kwa sababu yangu, movement zangu, kila kitu changu kina take energy nyingi sana, kina take ujanja mwingi sana ndio ni nisonge mbele, kwa sababu kila kitu mimi ni kufanyiwa. kuna vitu vingine siwezi fanya mimi mwenyewe, lakini sasa inabidi nitumie akili nyingi sana ndio niweze kufanya. Nikupe tu mfano tu, kwa mfano, mimi na wewe tuna tunauza maembe <laughs> wewe utapanda kwenye mwembe, mi nitalipa watu wapande. Kwa hivyo mi natumia pesa sana, yani natumia mambo mengi sana. Inafika kupeleka maembe sokoni, wewe utachukua basikili wapeleke, mi tabidi nitafute bajaji nilipe nipeleke, kwa sababu ya hali ile niko nayo. Ah, itafika wakati sasa nisha nishaeka maembe pale sokoni na yauza, ile bei yako ndio bei yangu, lakini inabidi mi nifanye ujanja mwingi sana ndio kusudi mimi nami nifaidike katika ile yale maembe. So nimepambana, nimekuwa paka producer wa music. Niliamka asubuhi siku moja, akajikuta natengeza music. Metengeza nyimbo ile inaitwa gani ile <laughs> beditamo mi amore ya poli nimetengeza mimi, metengeza nyimbo ya <laughs> ya YT ya kwanza ambayo IT ana ndo na, namtambulisha kwa game inaitwa wasemoke. mm. Nimetengeza za kina Pedro. Nimetengeza watu wengi sana watu watu watu, watu wengi watu wengi nimewatengezea nyimbo so kile kitu najaribu kusema ni kuwa vijana tujitume, tusiangalie sisi ni kina nani, title haikupeleki mahali na ndio maana paka sasa hii system ya maisha imechange, kwa sababu watu walienda shule kutafuta karatasi certificate, alafu dunia haitaki certificate, inataka actual work, yani tuoneshe unaweza kufanya nini. So kumekuwa kubaya sana, nimesema niwapatie tu history. Yule ambayo itamjenga imjenge, yule ambayo ataona haimfai na haimhusu aachane naye but tumehaswa ukituona paka hapa pale tumefika hatukuamka, eti tukapewa, hatukupewa chochote. Unachokiona ambacho tumekifanya, tumekifanya na jasho letu, kuanzia jiwe moja la nyumba paka jiwe la mwisho, kuanzia chochote kile ambacho naamka asubuhi nakifanya ni jasho, na najua pia wewe unaweza, ni vile tu hujaamua eh? uko kibarazani sahii unangoja upate 50, upate mgoka kuna vitu vikubwa zaidi ya 50 mboka, vikubwa tena vikubwa sana, eh? Najua sahii ume, ume -give up, sije girlfriend amekuacha sije nini na nini. Kuna vitu vikubwa sana kuliko hiyo, unasikia? Imagine hmm. Mimi ningekuwa nimechukua advantage ya kuwa oh, mimi ni mlemavu, siwezi tembea, siwezi fanya hivi, nataka nisaidiwe, ningesaidiwa. Lakini mimi ninge, ninge singefika pale niko labda. Sasa ningekuwa naishi kwa ndugu, kwa sababu sina kwangu, sina nini, sina chochote lakini nilihaso nilikimbizana nilikimbizana, bro. Alafu hii pia nataka kuipeleka kwa wale wasanii ambao kila time wakiniona katika mziki wana feel niachane na mziki niwapatie nafasi. Bado sana mimi, yani paka nafukiwa ndio naachana na muziki. Wewe ukitaka pambana, pambana. Hujui muziki unaniletea nini katika maisha yangu. Kila hatua nayo i make ni mziki, bila mziki hakuna chochote mziki ndio bridge kubwa ambayo inanifanya mimi nifanya vile ninavyovifanya, so siwezi waache tena kuachie. Pambana eh, pambana. Wakina Dr. Dre mpaka sahii wanaimba, umesikia? Wakina P-Funky majani paka sahii bado wana produce eh? Wakina Nameless wanaimba paka sahii, mbona hakuna mtu anaambia wache? No, no, no, no. Pambana pambana, kama ni kijana, kama ni msichana Usifikirie eti utaolewa, utavipata huko. Wanaume wa siku hizi hawana kitu, na wenye pesa wako na mabibi wengi, mtagawanya mtampa stress mwanaume ajue, akifa mtaenda mgawanye mkute, ah, kumbe hata hakuwa na vitu vingi. So ni hayo tu nilikuwa nataka kuwaambia, chemchem zangu 25 kwenye game. Nimekuwa kwenye game zaidi ya miaka ishirini na tano. So, nashukuru kwa hilo. Yule amesikia amesikia. Na naitwa Ogutu Atata, lakini wazungu wananiita Emmanuel.